Bana huwapa ni mwonekano wa kijana maarufu kabisa Tanzania anayefahamika kwa jina la Idris. Idris alijipatia umaarufu kwenye miaka elfu mbili na kumi na nne kumi na tano pale baada ya kushinda Big Brother Africa, na baada ya hapo akawa ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatiliwa sana, lakini pia baadaye akaja kuwa mpenzi wa Wema Sepetu. Hapo basi Idris, alijipatia umaarufu mkubwa sana lakini, baadaye akazidi kufanya kazi mbalimbali na jina lake likazidi kuwa kubwa zaidi, lakini baadaye alitulia kidogo. Na mwaka huu hapa, Idris kuna vitu mbalimbali ambavyo amevifanya, lakini jambo hili ambalo linaonekana hapa eh, siku ya leo ni jambo ambalo limeleta gumzo na maswali mengi sana. Kuna baadhi ya watu kubwa ya watu wengi wanajiuliza kwamba hapa kuna mambo mawili e. Idris pengine anaweza akawa anaumwa au Idris anaweza akawa anaigiza kwamba saa hivi atakuwa amepangiwa role acheze, e kama mtu wa aina fulani, ndio maana saa hivi mwonekano wake upo hivi. Sasa ukimwangalia Idris wa miezi mitano iliyopita alikuwa ni kijana ambaye ana muonekano mzuri tu, afya yake ilikuwa vizuri kabisa. Ukiangalia hizi hapa video na picha mbalimbali, Idris alikuwa anavaa nguo vizuri kabisa na nguo zote zinamkaa, lakini pia alikuwa na nyama, nyama hivyo. Sasa ukiangalia picha ambazo ameweza kuposti kuanzia mwezi wa tisa ya mwaka huu hapa wa 2025 utaona kuna utofauti mkubwa sana ambao Idris sasa hivi anao, ni kama amepungua, amekonda na vitu kama hivyo. Watu wengi wanajiuliza nini hasa ambacho kinamsumbua Idris Sultani kama ni ishu nzima ya maradhi basi Mwenyezi Mungu aweza kumsaidia akamponya, na kama amefanya hivi vyote ili tu kwa ajili ya ile role ambayo amepewa kwa ajili ya kuigiza basi hiyo itakuwa ni jambo la heri kidogo, na sisi mashabiki hatutakuwa na hofu kama vile ambavyo hii hofu ambayo, hi ambayo sasa hivi tunayo eh, kila mmoja anahofia kwamba Idris pengine ni mgonjwa au kuna jambo zito kabisa ambalo Idris anapitia na vitu kama hivyo. Ukiangalia picha sasa hivi ya zamani na ya sasa hivi Utaona kabisa kuna utofauti mkubwa sana na hata chini hapa kwenye comments, watu wengi wanamuuliza Idris, una shida gani? Tunaomba utuambie kama kuna shida yoyote tuambie, e, tutakusaidia hata kwa ushauri tu, tunaomba utuambie, kwa sababu hali yako inaonekana haipo sawa kabisa kwenye hizi picha pamoja na video mbalimbali ambazo tumeziposti hadi sasa hivi. E, bana nikushukuru sana mtangazaji, naitwa Hansi. Ni, ni channel yako pendwa kabisa. Hapo chini andika comment kuhusiana na muonekano wa Idris Sultan. Ni kushukuru sana na siku njema.